Wakati hayo yakiarifiwa, Rais Samia Suluhu Hasan wa Tanzania naye sasa amewataka Wakenya kukoma kuingilia siasa za nchi yake, akirejelea kuzuiliwa kuingia kwa wanaharakati na mawakili wa Kenya nchini humo. Rais Samia kwenye matamshi makali amewataka wanaoingia katika nchi hiyo kwa mwingilio wa kisiasa kukoma kile anachosema ni kuvuruga amani ya Tanzania. Tumeanza kuona mtiririko au mwenendo